Karibu, tuangazie nyota ya Kaa zidi ya nyota ya Mizani. Moyo wa hisia unakutana na mizani ya haki, mapambano ya upendo wa ndani zidi ya upendo wa urembo. Awali ya yote, ni kuombe usabuskraibu na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo ili uweze kupata notifikesheni zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Karibu katika somo la leo. Kaa na Mizani ni nyota mbili zenye upole na hisia lakini kila mmoja anapenda kupenda kwa njia tofauti. Kaa ni nyota yenye asili ya maji anayependa mapenzi ya undani, utulivu na familia. Mizani ni nyota yenye asili ya upepo anayependa urembo, mazungumzo mazuri, amani na usawa. Wakiwa pamoja, wao ni kama nyimbo ya upole yenye melodi ya kisasa. Lakini je, roho ya faraha ya Kaa itaelewana na roho ya kijamii ya Mizani? Karibu katika uchambuzi kamili, tuanze katika mapenzi. Katika mapenzi, Kaa hupenda mapenzi ya kimya, ya kina, ya familia na ya kujitoa. Mizani hupenda mapenzi ya kupendeza hadharani, yenye maelewano na urembo. Wanapopendana, Kaa huvutiwa na uzuri wa Mizani, namna anavyojali usawa, heshima na mvuto wake. Mizani huvutiwa na upendo wa kweli wa Kaa, moyo wa familia na joto la ndani la kihisia. Changamoto: Kaa anaweza kuhisi Mizani ni wa juujuu au hajitolei vya kutosha kihisia. Mizani anaweza kuona Kaa ni mzito kihisia na mwenye wivu au hisia zisizotulizwa. Wakiwa na mawasiliano ya wazi, wanaweza kujifunza kupendana kwa njia mpya, kila mmoja kwa roho ya mwenzake. Tuangazie kazi na biashara. Katika kazi Kaa hujielekeza kwenye huduma, utunzaji na miradi yenye maana kwa moyo. Mizani hujielekeza kwenye maelewano, uongozi wa kijamii, uzuri na uwasilishaji. Wakishirikiana, kaa atahakikisha kila mtu anajisikia salama na kusaminiwa, mizani ataweka uwiano, msimamo wa haki na sura nzuri ya kazi au biashara. Changamoto, kaa anaweza kuona mizani haweki hisia kwenye maamuzi. Mizani anaweza kuona Kaa na kumbatia sana maamuzi kwa misingi ya hisia kuliko mantiki. Kazi zao zinaweza kuwa bora kwenye taaruma za huduma, sanaa au ushauri, kama kila mmoja atatambua mchango wa mwingine. Tuangazie katika afya na maisha. Katika maisha ya kila siku, Kaa hupenda nyumba yenye utulivu, familia ya karibu, chakula cha kupikwa kwa mapenzi. Mizani hupenda mazingira ya kifahari, usafi muziki mzuri na watu wanaomfurahisha kiakili wakiishi pamoja kaa atahakikisha kuna joto la moyoni nyumbani mizani atahakikisha kuna uzuri wa nje mpangilio na uzuri wa mazingira changamoto kaa anaweza kukasirika mizani anapoweka watu wengine mbele kuliko familia mizani anaweza kuhisika na mzonga kihisia au afurahi maisha ya kijamii wanahitaji uwiano nyumba yenye mapenzi na uzuri, familia yenye heshima na uhuru wa kila mmoja. Tuangazie tabia na changamoto. Tabia zao: Kaa ni mwenye huruma mpole, lakini anapenda kujificha ndani ya ganda lake. Mizani ni mwenye neema, mwepesi wa kuelewana, lakini pia mgumu wa kuamua haraka. Wakiwa pamoja, Kaa humfundisha Mizani kupenda kwa kina, siyo kwa sura. Mizani humfundisha Kaa kutoshtuka haraka, kujipa nafasi ya kutafuta usawa hata ndani ya maumivu. Changamoto: kaa anaweza kuwa na wivu au hofu zisizoeleweka. Mizani anaweza kujificha nyuma ya tabasamu badala ya kushughulikia matatizo. Hili ni penzi la kujifunza. Mmoja ana joto, mwingine ana upepo. Pamoja wakijifunza, wanaunda msimu wa kipupwe ulio na jua. Kaa na mizani wana ndoto ya uhusiano wenye amani, mapenzi na heshima. Kaa analeta upendo wa kina wa ndani usio na masharti. Mizani analeta uzuri, usawa na busara ya kupendeza. Wakiwa na subira na mawasiliano, wanaweza kuwa wanandoa wa mfano, mmoja akiandaa moyo, mwingine akiandaa anga la kuangaza. Ni hadithi ya upendo wa kipekee, ikiwa mioyo yao itakubali kuelewana zaidi ya maneno na mionekano yao. Huo ndio uchambuzi wa nyota ya Kaa zidi ya nyota ya Mizani. Basi nikusihi usiache kusubscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo, ili uweze kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Mimi sina la ziada, nikutakia usikivu mwema vipindi vyetu vinavyokuja. Asante na kwa heri, bye bye.